Serikali tunatambua vilevile jitihada zinazofanywa na asasi za kiraia, asasi binafsi, kuwahudumia wananchi wenye mahitaji mbalimbali kwenye nyanja za kisheria kwa kutoa huduma za kisheria. Nataka nitamke kuwa serikali natambua michango ya kila aina ya taasisi ya kisheria nchini ambayo inafanya kazi ya kutoa huduma kwa wananchi, mfano Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Center, Tanzania Legal Aid Providers, Legal Service Facility, Tanzania Human Rights Defenders Coalition, pamoja na watoa huduma za msaada wa kisheria kama UNDP, UN Women, polisi pamoja na magereza. Kwa kweli tunawashukuru sana, na nimesimama hapa kuwapa kauli ya serikali kuwa hakuna taasisi hata moja tunaipuuza. Taasisi zote zinazotoa misaada ya kisheria, serikali tuko tayari kufanya kazi nao. Muhimu tuzingatie sheria tulizojiwekea katika kutekeleza majukumu yetu Nimesikia pia kwameanza kamati za ushauri wa kisheria katika mikoa na wilaya pamoja na kuendesha kliniki za ushauri wa kisheria bila malipo katika mikoa mitatu niliyoitaja ni yani, Dodoma, Kilimanjaro na Mwanza. Tumia fursa hii kwa kuwapongeza kwa, kwa sana kwa hatua hii kubwa na kuwapongeza pia wakuu wa mikoa na wilaya kwa kutoa ushirikiano kwa wanasheria wakati wote wanapofanya jukumu hili. Fanyeni kazi yenu kwa kuzingatia taaluma yenu. Mtakapofanya kazi ya ushauri <coughs> mshauri kwa haki. Wakubwa wenu mahali pa kazi, msishauri kwa kuangalia mudi ya bosi inasemaje. Kama bosi halipendi jambo nalolisema mandhari limejengwa kwenye msingi wa sheria, wewe mwambie, nimeshauri, nimemaliza, uamuzi ni wako. Ni wajibu wako wewe kushauri kwa haki, kwa sababu si lazima kwamba kile unachoshauri unayemshauri akijui wakati mwingine anakijua, ila anataka tu uwajibikaji wa pamoja, aone mchango wa wenzake kwenye taasisi. Wito wangu kwenu, kila mnachokifanya kwenye madawati yenu, mshauri kwa haki bila kumwogopa mtu. Ikiwa lina mkwaza yeye, anayeshauriwa fanya kazi yako ya kushauriwa, ya kushauri, alafu mwachie yeye aamue. Ifanyeni haki kuwa rafiki yenu, na sio rafiki wa rafiki wa mtu, bali rafiki wa haki. Kila anayetoka mbele yenu atoke na tabasamu, kuwa haki nimeiona ikitendeka yule atakayekosa haki atoke ameridhika kuwa hakustahili, na yule atakayeadhibiwa aadhibiwe moyoni mwake akijuta ya, ya kuwa alikosea. Msiwafanye watu wakatakapotoka watoke na manunguniko mbele yenu kwa sababu tu wanaamini katika mazingira ya aina fulani kuna haki imepindishwa. Ninyi mkawe upande wa haki wakati wote, na mkutano huu muutumie wakati wote kukumbushana wajibu wenu huo. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.